Mambo mzee Kipara, huu mzima? Um, leo nimekuja kukuaga. Kuna taarifa moja ningetaka nikuambie, lakini usijisikie vibaya. Naambie tu, mrembo, nataraji itakuwa ni taarifa njema sana. Um, mwenzio nimepata mchumba, kwa hiyo hivi ninapokuambia sasa hivi amekuja kutoa posa nyumbani. Kwa hiyo wiki ijayo mimi nitakuwa naolewa, kwa hiyo anza kumisa sana Mzee Kipara, lakini sina namna, wazazi wamelazimisha, itabidi niolewe. Hmm, wataka kuolewa? Ningependa kufahamu ni kijana gani aliyeleta posa uh, kwa Mzee Mputo ili aweze kukoa. La kwanza, una haya Haupaswi hata kumjua, kwani wewe inakuhusu nini? Nikwambie huyo kijana? Naona Jessica umeanza kuwa na jeuli, umeanza kuwa na jeuli wewe binti. Sawa, kama mzee Mputo kaamua ameozeshe binti yake, mimi sinapingamizi, lakini uh, inabidi ungejifikiria mara mbili kabla ya kufanya uamuzi. Mimi nimekuwa nikikuhudumia wewe kwa muda mrefu na nimekuwa nikikuzingatia wewe kwenye mambo mengi sana unaenda kudanganya na vijana wa mjini ambao hawana lolote. Kweli umenaibisha sana, lakini kikubwa, kabla hujaenda kufunga ndoa, ni kuombe kitu kimoja. Kitu gani unataka kuniambia wewe mzee? Oh, kabla hujaenda kuolewa, hakikisha unaenda kupima afya, maana mimi ni mzee wa muda mrefu, natumia vidonge. Kwa hiyo shauri yako, nienda kapime uone afya yako ipoje, lakini pia utazingatia dawa, maana najua hutaweza kuchomoka kwa mzee Kipara. Najua lazima utakuwa umepata umeme tu, maana kuna msimu usemao a, uh, mtakacho vunguni sharti inami. Kwa hiyo wewe unadhani kwamba ulikuwa ni mjanja sana hiyo, <laughs> imekula kwa kwa binti. Nenda kapime, nenda kajue hali yako. Mimi ni mzee natumia dawa muda mrefu Ai! <laughs> yani, kumbe babu umeniua. Wewe ulikuwa unanipa hela zote, kumbe mwathirika. Lo, no, yaani wewe sk, sijui naweka wapi sura yangu, mimi na ukimwi. Na mi boyfriend wangu nitampoteza hivi hivi. Kwa nini umenifanyia hivi? <laughs> <laughs> yeah, oh, binti, sasa sikia, karibu kwenye chama la kumeza dawa. Yani huku na meza dawa maisha yako yote na hii ni ujumbe kwa mabinti wote wanaopenda starehe, wanaopenda iPhone 16 macho matatu, wanaopenda kula bata. Hii ni fundisho kwa wadada wote wa mjini wanaopenda maisha mazuri. Kila laheri kwa huyo anaenda kukuoa, ila azingatia kumeza dozi.